Sasa, ili upate msaada wa mtu yeyote kwenye jambo lolote ambalo unalifanya, hata kama ni kwenye biashara, kwenye jambo lolote, lazima uishi vizuri na watu wa aina zote, kwa lika zote uishi nao vizuri, kwa sababu ili mtu akusemea vizuri mahali popote, lazima kuwa kuna kitu ambacho umefanya kwake, au kuna hali fulani ya maisha ameona kwako, alafu anatamani watu wengine waijue. Mbona unaenda eneo alafu akasikia wanahitaji mtu wa aina fulani kwenye kitu kile, alafu ule mtu ni wewe, labda ni ni ni, ni unajua, sasa hivi kuna wimbi kubwa, watu wengi wanalilia labda kazi eh nasikia labda kuna kijana ambaye sana anafahamu sana wewe, ni kijana ambaye labda umesoma, una elimu yako ya ualimu, alafu kule amesikia na anatafuta mwalimu. Sababu mtu kwa sababu umeshinai vizuri, anakuzungumzia kule vizuri, ila kama mlishinai vibaya, hawezi akuzungumzia vizuri. Yusufu akakumbukwa eh, ukirudi sura ya sita, kilichomfanya hiyo hiyo, mstari wa sita kwenye sura ya arobaini, kilichomfanya akumbukwe, maandiko yanasema hivi: alipoamka asubuhi, akawaona wote wamefadhaika Alivyoona wamefadhaika akawauliza, kwa nini asubuhi hii na mapema mmefadhaika? Akamwambia, tumeota ndoto na hatujui maana yake. Akamwambia, basi nielezeni maana yake e, e. Akawaomba wa, waizungumze ndoto akaizungumza. Walipozungumza akamwambia, je si Mungu awezee kutoa tafsiri ya ndoto? Alafu kutokea pale akamwambia maana ile ndoto, alivyomwambia maana, mmoja akapata amani, mwingine kwa sababu maana yake ilikuwa sio nzuri, na unafahamu alienda katundipo ila kilichomfanya Yusufu akumbukwe kule, na kilichomfanya Yusufu aende, lugha nyepesi, kilichomfanya Yusufu aende Ikulu, afanyike kuwa juu ya vitu vyote kasoro tu mfano wa pekee yake, lugha nyepesi, afanyike kama. Kuna kuna baadhi wanasema ni, ni, ni waziri mkuu, ila ule, ule ni mfano wa wa, wa, wa, wa rais, chini ya rais, kwa sababu alikaribiziwa kila kitu hadi nyumba kasoro tu mke. Kama alikaribiziwa vile vitu, maana yake alikuwa alikuwa ni mfano wa rais kwenye eneo hili. Kila kilichomsaidia ni nini? Aliishi na wale watu vizuri, muda ambapo alikuwa alikuwa gerezani. Watu wanapokuja kwako, usichukue usi chukue tu e, unajua wengine wana mtu akisogea kwenye maisha yake anaona vile anajipendekeza. Mm, usimoni mtu kama anajipendekeza kwako. Mwingine anaweza kuja ana shida ya kitu fulani, msaidie. Ukiona mtu ana hali fulani, kuna kitu kama akieni, kuna mahali anakwama, msaidie, kwa sababu kesho kuna mahali atakusema vizuri. Mimi mimi ni shahidi wa vitu hivi, hata kwenye mazingira ya huduma kuna kuna mikono inaenda kuhudumu, mtu mtu anakutafuta anakueleza kwamba um, kuna kuna moja mbili tatu, kuna kuna mwaliko hivi na hivi. Huyu mtu anayekutafuta anakupigia simu, hujao kuongea naye, ila anakwambia anamfahamu na fulani. Unaelewa, ah, kumbe hizi taarifa huyu mtu alizizungumza kule. Kwa hiyo angalia, kama ningekuwa na uhusiano vibaya na mtu fulani, maana yake kuna eneo pia nisingefika, na ndivyo ilivyo. Ni mfano mzuri pia, biashara, ukimuuzia mtu vizuri biashara yako, akienda anazungumza vizuri kwa habari ya biashara yako itakusaidia biashara yako kukua. Kwa hiyo kwenye kile kitu ambacho mtu anafanya, maana yake uki ukihusiana vizuri na watu, usipomdharau mtu yeyote, itakusaidia.